Siku ya wazazi na wadau wa elimu katika shule ya sekondari Igalukilo iliyopo halmashauri ya wilaya ya Busega mkoani Simiyu. Wadau wanakutana hapa kutathimini maendeleo ya shule, ikiwa ni mahafali ya 17 ya kidato cha nne toka shule hii kuanzishwa. Changamoto kubwa ni idadi ya watoto kuanza kidato cha kwanza na sehemu kubwa ya watoto kupotea kwa sababu za kiuchumi, mimba za utotoni na baadhi ya wazazi kutoona umuhimu wa elimu na kuozesha watoto kama anavyoeleza mwalimu mkuu wa shule hii Ahmed Usimaiko. Hadi sasa wanafunzi wanaohitimu wasichana ni 27 na wavulana 25, jumla ya wanafunzi wanakuwa 52. Wengine walilazimika kuacha shule kutokana na changamoto mbalimbali mbali, kama ugumu wa, af, wa ugumu wa maisha, afya na sababu za kifamilia. Samson Makoye ni miongoni mwa wazazi waliofika hapa. Yeye na wenzake wanaona wajibu wa kimalezi umeachwa na kusababisha changamoto hizi ambazo zinatishia mafanikio katika sekta ya elimu. Watoto wanaotiwa mimba na nina uolewaji ni wazazi wenyewe kutokuwa wazuri katika uelewa wa elimu, ni nini faida yake ni nini, na yake, anapotembea mtoto anakuwa na, na uchofu na hiyo inasababisha mtu au mtoto kutokukamilisha masomo yake kwa sababu ya umbali wa shule, anakuwa hafuatilii mtoto wake amesomaje, ameyapokeaje masomo lakini, kama watafuatilia mtoto, eh, umesoma eh, ebu lete daftari lako, anaangalia tarehe pale, ndio tutasaidia utoro. Mgeni rasmi katika hafla hii na mdau wa elimu Samson Nyamgala anatoa rai kwa jamii kuwajibika, kwani kesho ya watoto inajengwa kwa kupata elimu, huku afisa elimu taaluma halmashauri ya wilaya ya Busega akiwahimiza wanafunzi kusoma kwa bidii. Naomba kina kina mama, mkasimame kidedea. Mtoto akisoma inasaidia e kumaliza umasikini kwenye familia. Zipo familia ambazo katika kata hii hawakuwa na kitu, lakini watoto wao wamesoma wakaondokana umaskini. Soma kwa makini, bado na nafasi muulize mwalimu hapa, natakiwa nijibuje? Nifanyeje? na unaweza kujikuta unashika namba nzuri kabisa wakati tunakutana elevo pale Mabasabi. Aidha, Nyamgala anaahidi kutatua changamoto za kupata vifaa vya TEHAMA katika shule hii na kuwaasa wazazi kuhudhuria mikutano inayoitishwa na viongozi wao, kwani itasaidia kubaini changamoto zilizopo na kuzitafutia ufumbuzi. siku ya mkutano wa wazazi hamwiwei kama leo ila leo mmetisha umati huko kwa kweli. Leo umejitahidi sana walimu, ili mwape moyo. Hebu jaribuni kuwa nao karibu. Na hapo waita msinani, msichelewe. Kwanza mfike, mjadili matatizo ya shule hii, mwati kununika huko nje. Matatizo yanamalizwa na sisi wazazi, ndio ombi langu. Hiyo majukumu ya wanafunzi tumeshayaongea, yeye ni kusoma, tuwawezeshe wasome. Nina imani kwa kamfu ambao amesimama hapa, mimi nafsi yangu najua kwamba haitakuwepo ziwa hata moja.